Mwelekeo wa Hehe Day kwa miaka ijayo, nina ndoto kubwa ya kuifanya Hehe Day kuwa tukio la kitaifa litakalowekwa kwenye kalenda ya matukio ya kitamaduni Tanzania. Nia yangu kuianzisha Hehe Heritage Center na kuimarisha ushirikiano na taasisi za elimu, utamaduni na maendeleo ili kulinda na kukuza urithi wetu, pia kutumia jukwaa la Hehe Day na Mkwawa Foundation kama taasisi kukuza shughuli za, za utalii kusini. Tunaamini Mheshimiwa Rais dokta wetu Samia Suluhu Hassan Chifu wa Ngaya ametufungulia njia kupitia Royal Tour. Sasa ni wajibu wetu kutumia hamasa kubwa iliyopatikana kupitia mkakati wa Royal Tour kuongeza shughuli za kiutalii kusini vima ya maazimisho. Kauli mbiu yetu ya mwaka huu itabaki kuwa utamaduni wetu urithi wetu. Nia yetu ni kuenzi ushujaa wa mtu Mkwavinyika na jeshi lake kwa kutafsiri mila, utamaduni wa Kihehe kama msingi wa maendeleo endelevu. Wito kama umma na wadau, ninatoa wito kwa jamii yangu ya Wahehe na Watanzania wote kushiriki kwa moyo katika maadhimisho haya muhimu. Ninazialika taasisi za umma na serikali, sekta binafsi na wadau. Vyombo vya habari, eh, na wadau wa utamaduni na historia mnaoombwa kushiriki nafasi hii ili ujumbe huu ufike kwa jamii nzima.